Kwa jina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu ambaye ameweza kutufikisha katika siku hii ya leo ya tarehe kumi mwezi wa tano kwa ajili ya mafunzo ambayo tunataraji kuyaanza muda si mrefu, mafunzo ambayo yanahusiana na swala zima la akili mnemba au kwa lugha ya gnin, artificial intelligence. Aal uh, aliyekuwa mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Mwansasu Ackson, lakini alikuwa ameniomba nije nizungumze kwa niaba. Mimi kwa majina naitwa Fatma Hassan Toufiq. Mimi Adedoma, ni mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Dodoma, lakini pia ni mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii. Hii swala la akili mnemba au artificial intelligence imekuwa ina fursa nyingi sana kwenye swala la elimu kwamba wanafunzi wanaweza wakajifunza kutoka mbali. Uh, mwalimu anaweza akawa mmoja lakini akafundisha wanafunzi wengi sana kwa wakati mmoja. Lakini pia kwenye swala la afya kuna fursa zipo wanaweza kutumia kutibu magonjwa, madaktari wakakaa kama jopo, wakakaa wakaelezana, wakaelekezana lakini sababu na hilo, pia kujua pia kubaini katika maeneo tofauti tofauti ni ugonjwa upi una, una, unasumbua zaidi, aina ya dawa ambazo tunaweza kuzitumia na kadhalika, lakini pia operation kwa njia ya mtandao. Jambo jingine pia kwenye swala la kilimo kwamba katika suala la kilimo tunaweza tukabaini aina ya udongo, kwa hiyo pia aina ya mbolea ambayo inahitaji kutumika katika maeneo haya. Yaani, haya yote ni faida ya hii artificial intelligence. Lakini sambamba na hilo, kwenye swala zima la utabiri wa hali ya hewa, kusoma zile trends, kujua kwamba hapa hali ya hewa vipi, kutakuwa kuna mvua nyingi, au kutakuwa kuna mafuriko, kutakuwa kuna engele kinumga kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba hii artificial intelligence ina fursa nyingi sana. Kwa hiyo hata sisi wabunge pia tunao tukipata mafunzo haya itaweza kusaidia katika kurahisisha hali zetu, kuwasiliana na wapiga kura wetu, kuwasiliana na watu tofauti tofauti ili kuweza kufanikisha mbele. Na kwa mfano sasa hivi tuna wajumbe wengi sana wajumbe wengi sana ukaweza kuwafikia wote kwa wakati mmoja, lakini kwa kupitia labda hii njia ya akili mnemba inaweza tukawafikia wajumbe wengi kwa wakati mfupi. Nasema wabunge tuna faida nayo nyingi sana. Kwa hiyo niwapongeze sana waliofanya maandalizi ya kuona kwamba sisi wabunge tunastahili kupata mafunzo haya ili kusudi yaweze kutusaidia katika kazi zetu za kila siku lakini sambamba na hiyo, tumeona kabisa pia mahakama nayo imeanza kutumia akili mnemba, kwamba hata kesi sasa hivi zinapelekwa kimtandao. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba haya maendeleo yote, ina maana kwamba matumizi ya akili mnemba yatarahisisha mambo mengi zaidi. Lakini sambamba na hiyo, pamoja na faida chache ambazo nimezibainisha, changamoto pia zipo, kwa sababu inawezekana kabisa kwamba Uh, matumizi ya akili mnemba na nadhani tumeona kabisa katika mitandao ya kijamii unaona kabisa pale, sisi kama tumeshasema kwamba Tanzania tumeshaanza kutumia haya matumizi ya akili mnemba, lakini sambamba na hilo, pamoja na kwamba tunatumia tumeshaanza matumizi ya akili mnemba, lakini bado hatuna sera wala sheria ambayo inazungumza kuonyesha kwamba huu utumiaji wa akili mnemba uendeshwe vipi lakini pia usimamiwe vipi, sambamba na hilo uratibiwe vipi, ili kusudi sasa tuweze kujua kwamba kuna haya matumizi chana, lakini je, yale matumizi hasi tunakabiliana nayo vipi, ili kusudi kuweza kuwalinda wale watu ambao wanaweza kuathirika. Lakini tumeona kabisa kwenye haya matumizi ya mnemba waathirika wakubwa ni pamoja na wanawake tunatambua kabisa kwamba katika jamii yetu wahanga wakubwa sana wa masuala mbalimbali ya katili hiyo, ni mkatili mtandaoni, mkatili wapi, ni pamoja na wanawake. Kwa hiyo tunatamani kwamba ni budi ikawepo sheria, ikawepo sera, ukawa na sheria ili kuona jinsi gani zima la akili mnemba inaweza ikafanya nini ika, ika... Majina naitwa Neema Lugangira ni mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi, nawakilisha kundi la asasi za kiraia kwa maana ya NGOs. Siku ya leo hapa Dodoma tumekuwa na siku nzuri sana, ambapo NGO ambayo ninaisimamia Omuka Hub kwa kushirikiana na shirika la kimataifa Women Political Leaders pamoja na GIZ tumeandaa mafunzo maalum kuhusiana na akili mnemba, yaani matumizi ya akili mnemba fursa na changamoto kwa waheshimiwa wabunge wanawake. Na kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Spika Dkt. Tulia Ackson kwa ushirikiano mkubwa na kuridhia kwa mgeni rasmi katika shughuli yetu ya leo, ambapo aliwakilishwa na Mheshimiwa Fatma Toufiq, mwenyekiti wa kamati ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii. Na semina hii ni sehemu ya mradi wa barani Afrika ambao unahusu kwa kifupi unajulikana kama Fem AI Leaders, kwa maana ya kwamba Female Artificial Intelligence Leaders. Na mradi huu unalenga kuchagiza na kuimarisha uwezo na uelewa wa viongozi wanawake katika siasa, ambao na wabunge wanawake una ni sehemu yao ili waweze kujua namna bora ya kuhakikisha katika nchi, nchi zetu tunakuwa na mfumo wa kisera na kisheria ambao utatuwezesha kutumia teknolojia mpya kama Akili Mnemba kwenye kuchangia kuharakisha upatikanaji wa maendeleo. Lakini vile vile, na sisi kama viongozi, kama wabunge, tujue namna ambavyo tunaweza tukaitumia teknolojia mpya ya Akili Mnemba kurahisisha kazi zetu na majukumu yetu. Kwa siku ya leo tumekutana ambapo tumekuwa na wakufunzi ambao tumetumia wakufunzi wetu wataalamu kutoka hapa Tanzania. Tumekuwa na Dr. Matogoro ambaye ni mtaalamu mkubwa. Tumekuwa pia na, na mkurugenzi mtendaji wa Union Tanzania Press Clubs ambaye naye ametupa uelewa kuhusiana na matumizi ya Akili Mnemba sekta ya habari, pamoja na sisi kama viongozi kwa ujumla wake. Tumejadiliana na mambo mengi na imeonyesha Akili Mnemba ina fursa nyingi katika sekta mbalimbali mbali: sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya kilimo na kadhalika. Lakini pia, Akili Mnemba isipotumika kwa usahihi inachangamoto. Kwa mfano, ina uchangamoto katika ukatili wa kijinsia, ina uchangamoto pia katika eneo la kurubuni watoto, ina changamoto pia ambayo inaweza ikapelekea kufifisha uwezo wetu wa kufikiri kwa ku, kwa kuwa sana tegemezi. Lakini kubwa zaidi ambalo leo nadhani wengi pia limetushangaza, imetuonesha pia namna ambavyo kwa mfano mimi kama mbunge naweza nikauliza akili mnemba, kwa mfano naelekea kwenye uchaguzi, naomba unisaidie kuniandalia mkakati wa, wa kampeni. Na ajabu unapoweka jina lako unapoweka taarifa zako chache, inakuletea mpango mkakati hadi mwenyewe unaweza ukashangaa, kwa sababu inakuwa na uwezo kwa muda mfupi wa kupima kila kilicho kwenye mitandao mta, yote ambayo yenyewe ina access nayo na inakupa ina picha fulani kwa hiyo kwa, kwa ujumla wake akili mnemba ni kitu ambacho kina tija lakini tija hiyo ili tuipate ni lazima itumike kwa ufasaha. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo sisi kama wabunge tutakwenda kuangazia ni kwamba lazima kama Tanzania tuwe tuna sera ya akili mnemba pamoja na sheria, ili tuweze kunufaika na, na hizi faida zake, lakini pia tuweze kujikinga na kudhibiti haya madhara ambayo yanaweza kupatikana kwenye eneo hili la akili mnemba. Itwa Jessica Msambatavangu mbunge wa Jimbo la Ilinga mjini. Leo unavyoona hapa nilikuwa najifunza mambo ya AI, ya na dunia. Yaani mabadiliko yapo na lazima yaje. Na mabadiliko lazima ukubaliane nayo kwa sababu ukikataa, yanakubadilisha, yanakutoa nje ya system. Kwa hiyo AI ni mabadiliko ambayo yanakuja kwa kasi na tumefundishwa hapa kwamba sio mwanzo, imeanza tangu miaka hamsini, kumbe tayari ndio ilianza hiyo artificial intelligence au tunaita akili mnemba au tunaita akili unde au tunaita akili bandia. Sasa hii bandia nimechomeka ili uelewe maana kusema mnembe mtu mwingine anaweza kusielewa. Sasa, uh, kwanza ilikuwepo nafikiri sasa hivi kilichofanyika ni ku advance zaidi, itumike technological zaidi. Kwa sababu watu kwa tunaingia kwenye Google, una, unaandika swali, una Google information zinakuja zote lakini sasa hizi watu wameamua kuifanya kisasa zaidi na kuifanya iwe itumike zaidi. Yaani wameifanya iwe user friendly. Sasa mimi kwa upande wangu kama mbunge kwanza ninatakiwa kujua kwa nafasi yangu kama mbunge, kwa sababu ni mwakilishi wa wananchi wangu, na niwaondoe hofu eh, kwa baadhi ya vijana ambao wana hofu itawatoa kwenye kazi. Imekuja kucreate kazi. Yani hii imekuja kutengeneza kazi. Wewe mwenyewe utakuwa na fursa nzuri ya kujiajiri pale uliposema ningejiajiri nisingejua. Yenyewe inakusaidia kwa sababu watu wengine set knowledge humo ndani wamekuwekea data za kutosha. Kwa hiyo wewe unatengeneza kitu chako unachokitaka. Ukitaka kufanya ufugaji leo, let's say, ukauliza akili mnembe, namna gani ya kufuga kuku wa kienyeji, inakuletea mpango mzima Ukitaka kugombea ubunge, unauliza nipe mkakati wa kushinda uchaguzi sehemu ambayo sikubaliki, inakuletea mkakati mzima. Hasa hapo, mambo yamerahisishwa. Kwa hiyo, ukitaka kufanya jambo lolote, ukiuliza hii akili bandia, hata kama ukupata fursa nzuri ya kusoma, iwe ni chuo au vyuo, itakusaidia na Uh, mimi kama mwanamke pia, mimi kama mwanamke inanisaidia sababu, na mimi ni mwanajamii katika ulimwengu, kwa hiyo siko nyuma. Mimi kama mwanamke kiongozi, nina wajibu wa kuwaelimisha wanawake wenzangu ili kwamba wajue kabisa, haya ndio mabadiliko yaliyopo leo hii. Akili mnemba unaweza kutengeneza kitu chochote, yaani ukanitengeneza mimi Jessica nilivyo, na mtu akaamua kunitengeneza anavyotaka yeye na akanitumia anavyotaka yeye. Kwa hiyo wanawake wajue sasa, usichanganyikiwe kwa hilo kwamba mtu ameamua kukutengeneza wewe unafanya jambo la ajabu ukachanganyikiwa, ujue ndio dunia ilivyo. Kwa hiyo wewe unachotakiwa uiangalie, uipuze. Lakini kingine tunatakiwa kujifunza namna tunavyoweka taarifa zetu kwenye hii mitandao, kwa sababu akili mnemba haichukui kitu nje ya mtandao. Kwa hiyo mambo yako mengi utakuwa umeyafidi mwenyewe mle, matendo yako, mambo yako, picha zako, watoto wako, sijui mmeo, kwa mtu akitaka kukuunganisha kuchukua kipande cha mume wako na wewe na hivyo akakuunga, atapata picha kamili. Kwa hiyo sasa, wanachotaka wewe mwenyewe ujifunze zaidi, hiyo hiyo akili mnemba. Nenda kwenye simu, sema nifundishe namna ya kutumia hizi e, social media, itakupa kwamba kipi ni hasara na kipi sio hasara. Ndivyo tulivyokuwa tunafundishwa hapa leo. Kwa hiyo mimi niwaondoe hofu, haijaja kupola ajira ya mtu yote, imekuja kuboresha ajira, imekuja kukuanzishia ajira. Hii ya akili mnemba haijaja kumbagua yoyote, imekuja kukufanya kwamba dunia unayoishi ina mambo mazuri na ina mambo mabaya. Leo hii akili mnemba naweza katengeneza mama yako anakukaba usiku. Kama una akili utaenda kumuona mama yako mwanga. Kumbe, sio mtu katengeneza tu picha. Kwa hiyo haya mambo unatakiwa wewe ujifunze, uwe wewe kwa sababu dunia ndivyo ilivyo. Sasa Tanzania tukikataa, Kenya wanatumia Rwanda wanatumia dunia nzima inatumia, sisi tutaishi kisiwa? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi kwanza nashukuru kwa kutuletea semina hii, kwa sababu sisi kama wabunge ndo vinara, na mimi nikienda kwenye kampeni nitawaambia kwa mtu atakaye kuja kuwa adui yangu, mkiona kanitengenezea picha ya ajabu, msio na msishangae, hiyo ni akili bandia na hiyo picha ni bandia. Mbunge wenu mimi original Jessica, nipo, hayo mambo siwezi kufanya, na nyie mkitengenezewa pia msiwe na wasiwasi. Kwa kama mbunge nimepata knowledge ya kutosha kwa ajili ya, ya kushare na watu wangu, kujiprotect mimi mwenyewe, na kujipanga kuku, kufaidika na faida zilizopo kwenye hiyo akili mnembe lakini pia kujipanga kuresist, kuresist mapigo yanayokuja kunibomoa kupitia hiyo artificial intelligence.